Vijana kama hawa ambao wa, wana tarenti mbalimbali, lakini pia wanapoamua kugusa vitu ambavyo vinawabeba watu wengi pia, kwa sababu ame hmm, create more opportunity kwa watu wengi pia. Mtu anatangaza anapata nafasi ya kutangaza, kijana aliyekuwa na kipaji chake cha mpira ndio kinaonekana hivyo, lakini sisi kwa taifa letu ndio amani na upendo vya zifu nini kuungana. Kwa hiyo mimi nakupongeza wewe na timu yako, na bahati nzuri nilivyokubali kwako nikakwambia ile maneno. Nafikiri nilimwambia katibu mkuu mimi, tukishakubaliana jambo kichwani limebaki hilo, yani kama kuna mabadiliko nitarudi. Sasa maskini amehangaika kama wewe usikia usiku mzima, mtu amesafiri, yani amehangaika kutafuta tiketi mpaka kufika hapa, ni commitment, yale ya juu sana kwa hazi yako, na watu wengine wangesema tu, ah, sasa mheshimiwa, unajua eh, jambo lenyewe usiku huu, hata watu wenyewe siwapati na nini tunaaccepti proposal yako. Nimalizie tu kwa kuwaomba wale ambao mheshimiwa katibu mkuu atawapa jukumu la kushirikiana na Ali, ndugu zangu, huyu sio mfanyakazi wa serikali, halipi mshahara na daktari Samia, lakini anamwazia mema rais wetu, kwa niwaombe tuhakikishe kwa kali tuwezavyo jambo hili linafanikiwa kwa ukubwa kuliko hata tuliokuwa tumefanya nini yale. Ikifika mahala tunashangana wenyewe eh, hey, bwana limekuwa hivi na mimi mtakuwa mmenipokea vizuri jamani, tukilifanya <laughs> vinginevyo nitaona kaza, mm, kumbe wao jamani wanachekeaga tu pale tunakaa nao tu <laughs> kwa naombeni sana wale ambao mheshimiwa katibu mkuu atawapanga kuanzia kwenye mkakati wa kuliboresha mawazo yenu kama alivyo na passion nina timu yake, basi na nyinyi mwe nao mara mbili zaidi, kwa sababu tunafanya kwa ajili ya wananchi huku tukitanguliza heshima na thamani tuliopewa na rais wetu kwenye hii wizara ambayo ndio mambo yetu ya kufanya. Sambamba na hilo, ni waombe mkimwona mtu yoyote mwingine anawazo anaangaika nao peke yake mleteni hapa. Tuelewa, jamani, hatuwezi. Mimi Makonda siwezi kuwa na akili ya kila kitu kwa tutambue watu, inaweza kwenye ngoma kuna watu wengine wazuri tu wa upishi wa mavyakula ya utamaduni, yani tutambue watu kwenye maeneo, wachoraji, tutambue maeneo kwenye maeneo tofauti tofauti, afu tukiwa tutambua watu tukawaleta. Sasa wewe afikirie hiki anachokifanya hali kitakuja Ki kwa kikubwa, na itakuwa legacy ya nchi yetu, na itafika hatua itakuwa sio Ramadhani tu Cup kwa jina, utashangaa pia mwezi wa kwa lazima ile kwa Wakristo shangaa na wenyewe wanatengeneza jambo, unaona. Lakini yote anatuleta, atuleta pamoja.